Habari za wakati huu, mtazamaji wa Wakili TV, bila shaka wewe mzima wa afya. Sasa, kama kawaida unavyojua, Wakili TV huwa tuna session ya ijue sheria. Na leo nipo mtaani kwako hapa ili niweze kuongea na wananchi. Wewe mwananchi, unaonitazama sasa hivi. Nifahamu wewe unajua nini kuhusu umiliki wa ardhi? Ni hatua gani ambazo wewe unazifata unapoenda kumiliki ardhi? Na ni watu gani ambao wewe unawatumia kama daraja ili wewe uweze kupata ardhi? Kiwanja, uweze kujenga nyumba na kadha wa kadha. Anaitwa Kadiri Saidi, aka Eia hey, ikipenga napatikana macho sehemu yangu ya kazi. Aa, kwa uelewa wangu kuhusu masuala ya ununuzi wa viwanja, mimi kama mimi mimi nilipitia kwa dalali, niliopitia kwa dalali wakanipeleka mpaka kwa mtu mwenye lii hilo eneo, badala ya hapo aliitwa mwenyekiti wa serikali za, mwenyekiti, mjumbe, mjumbe wa serikali za, za, za, za mjumbe wa nyumba kumi, sijui wale wanakuwa wakaja pale na mkori wao aandikishiana pale, mwisho wa siku nikatoa lile eneo, lakini bado sina elimu ya ununuzi wa viwanja. Nataka kuzungumzia na mada ya kuhusu umiliki wa ardhi. Mimi nilipoenda kununua uwanja, kwanza nilimuona dalali, dalali akanipeleka kwa mwenye kiwanja. Baada ya kunipeleka kwa mwenye kiwanja, wakati wa kutaka kulipia Nikaenda kwa mjumbe, nilienda kwa mjumbe, nikaenda serikali za mitaa, tayari nikawa nimeripia nidai nifanye biashara hapa. Mimi nilivyoenda kununua kiwanja nilipitia kwa dalali, sikujua kama kuna njia nyingine za kupitia. Lakini pia tutapata wasaa wa kuzungumza na mwanasheria, ili aweze kutupa elimu kama tunavyosema, ni ijue sheria, tuweze kufahamu sheria ya kumiliki ardhi. Lakini pia kitu ambacho ni muhimu, sasa hivi kuna wingi wa madalali mitani tunafahamu kwamba mtu akitaka kiwanja anapitia kwa dalali, akitaka nyumba anataka kwa dalali. Na je dalali huyu ana uhalali upi? Yote haya mwanasheria ataenda kufafanua. Ni kusihi tu ubaki na mimi mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kupata elimu hii mwanzo hadi mwisho. Hii ni Wakili TV na mimi ni Rosette Swedi. Uh, kwa sheria zetu za Tanzania dalali wa ardhi hayupo katika sheria za Tanzania, lakini kilichopo katika sheria zetu dalali amefahamika katika sheria mbili tu ambazo sheria zenyewe ile sheria ya minada sura namba 227 ya mwaka 2010 pamoja na sheria ya mkataba sura namba 345 ya 2010. Katika sheria hizi dalali kwa Kiingereza ni definiwa kama agent au option, ambapo kwa, kwa tafsiri yake katika hizo sheria, tukianza kwa sheria moja moja sheria ya minada ambayo zakekau mia mbili ishirini na saba inamtambua kama dalali, ni mtu ambaye anauza ardhi kupitia mnada. Na katika sheria ya mkataba, dalali ni ule mtu yote ambaye anafanya kitu kwa niaba ya mtu fulani. Lazima kuwe na ule uhusiano <coughs> wa agency relationship, ambapo kuna, kuna mwenye mali, na mwenye mali pamoja na ambaye anamuzia mali hiyo ndo ambavyo sheria nikikava katika swala la dalali kwa Tanzania, lakini ukirudi katika sheria kuu ya masuala ya ardhi haijadefine dalali nani katika sheria zetu za ardhi. Hivyo basi kwa mlolongo huu madalali wengi wa Tanzania, tukisema tudiskasi katika mlolongo wa sheria ya ardhi, hawako covered, lakini kinachowafanya wanakuwepo kwenye hizi biashara za ardhi ni kutokana na mbele kuwa dalali <coughs> kwa, kwa Tanzania, Mm, kuna utaratibu wake, lakini utaratibu uliopo katika biashara ya ardhi. Kwa sababu she, shabu sheria ya ardhi aamkav dalali mnane, hivyo katika sekta ya ardhi kumekuwa na kitu kinachoitwa real estate au mali, mali, mali isiyohamishika. Katika sekta hii ndipo tutaje kupata madalali mgi na nanane. Katika sekta hii ya mali sio ameshika au real estate kwa Kiingereza ndio ambapo kampuni nyingi zinajihusisha na masuala hmm, ya re udalali wa majengo, viwanja, nyumba. Katika sekta hii ya real estate utaratibu wa hawa watu ni madi kwa sahihi, utaratibu wa kawaida ambao makampuni mengi yanako, ambapo ni lazima kwanza sajili kampuni yako kama kampuni ya sekta ya inayojihusisha na masuala ya re real estate baada ya kuomesha sajili anapata kibali kutoka katika mamlaka nahusika ambao ni BRELA. Baada hapo utaenda utatafuta timu <coughs> yako katika mamlaka ya mapato ya Tanzania ya kampuni ameshapata kibali chako kutoka BRELA. Baada hapo utaenda halmashauri kutafuta leseni ya biashara kama biashara nyingine, hapo katika utaratibu huu <coughs> kwa sekta ya real estate, ukishapata hizi nyaraka zote tatu kutokea BRELA, TRA pamoja na leseni ya biashara ndipo unaweza kufanya biashara. Kwa hiyo ukilipa hizi hela za dalali bila kufata huo utaratibu, kwa sababu dalali akishakuuzia hakupi risiti ya EFD kama sheria inavyotaka, kwa sababu kwenye kila transaction lazima upate risiti ambayo inasema umepata vipi na umekinua vipi na uweze kuchaji ili unavyokuja kupangwa unavyolipia kodi zako za mwaka ile hela iweze kuwa accounted there. Kwa hiyo usipo usipo usipopata usipo uhalali wa kununua ya ya ya ile ardhi kutoka dalali ambao hajasajiliwa na ukakosa hiyo EFD receipt. Endapo tukiona system au mfumo ambao unafuatilia haya mapato, ununuaji wengi wa ardhi kutoka mtaani katika hawa madalali ambayo tunafahamu mtaani kwetu, wengi wamefanya makosa ya kufuja pesa za Tanzania au za umma. Kwa hiyo kwa mara nyingine tukiwa na mfumo ambao uko sahihi, unaweza ukawapata wote wamiliki au wanunuzi katika ili kosa la kufuja mali, kwa sababu hauna justification ya ulivyoipata, kwa sababu EFD risiti ya TRA inakupa justification ya biashara ulioifanya kwamba hii biashara ni sahihi, na ndio maana watu wenye leseni ukishafanya nao biashara anakupa ile EFD risiti.